Diwani wa kata ya Mchikichini, Nurdin Bilal Juma, maarufu kama Shetta, ametangazwa rasmi kuwa Mstahiki Meya wa jiji la Dar es Salaam leo Desemba 4 mwaka 2025, katika kikao cha kwanza cha baraza la madiwani la halmashauri ya jiji. Shetta amepata ushindi wa kishindo baada ya kujizolea kura 48 za ndiyo kati ya 51, huku kura moja, moja ikiharibika. Matokeo hayo yamempa nafasi ya uongozi wa juu katika usimamizi wa sera, maendeleo na utekelezaji wa mikakati ya kuimarisha huduma za jiji hilo kubwa nchini. Katika uchaguzi huo, John Mrema amechaguliwa kuwa naibu mstahiki meya baada ya kupata kura arobaini na tisa kati ya 51 sawa na asilimia 96, huku kura moja ikiharibika.